Habari za wakati huu na karibu tena katika utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa saa 24 zijazo, ambapo tukianza na mifumo ya upepo ambayo inatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika ziwa Victoria, na kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika ziwa Tanganyika, ziwa Nyasa, pamoja na ukanda wote wa pwani. Hivyo hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi, wakati mifumo ya anga bado inaendelea kuonyesha upungufu wa viashiria vya mvua katika maeneo mengi hapa nchini, na hali ya baridi bado inaendelea kutarajiwa na kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kwenye nyuzijoto tisa katika mkoa wa Njombe. Hivyo basi, kwa usiku wa leo ni matarajio yetu kuwa maeneo ya visiwa vya Unguja na Pemba, Lindi pamoja na Mtwara, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache, wakati maeneo mengine ya nchi yanaosalia, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na ukavu kwa ujumla. Lakini kwa hapo kesho, tunatarajia mikoa ya Kagera pamoja na Mara, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi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 Ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa siku nne zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini. Dar es Salaam, vipindi vya mvua vinatarajiwa. Dodoma, kiwango cha chini cha joto nyuzijoto kumi na sita. Mwanza, kiwango cha chini cha joto nyuzijoto ishirini. Kilimanjaro, kiwango cha chini cha joto nyuzijoto kumi na tisa. Mbeya, kiwango cha chini cha joto nyuzijoto kumi. Morogoro, kiwango cha ja chini cha joto nyuzi joto kumi na nane. Arusha, kiwango cha ja chini cha joto nyuzi joto kumi na saba. Na kutoka mamlaka hali ya hewa Tanzania hatuna la ziada. Ulikuwa nami Rebeca William, tukutane hapo na kesho muda wakati kama huu.